Mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya injili ya siku. Leo tarehe 9 Aprili Jumatano, juma la tano la Kwaresima mwaka che wa kanisa. Masomo ya leo, somo la kwanza, somo la kitabu cha nabii Danieli sura ya tatu aya ya kumi na nne hadi ya ishirini aya ya 24 hadi ya 25 na aya ya 28. Na somo la Injili ni somo la Injili ilivyoandikwa na mwinjili Yohane sura ya nane aya ya 31 hadi ya 42. Karibuni tusikilize Injili. Somo la Injili ilivyoandikwa na Yohane. Yesu aliwaambia wale Wayahudi waliomwamini, Ninyi mkikaa katika neno langu, mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Tena mtaifahamu kweli, nayo hiyo kweli itawaweka huru. Wakamjibu, sisi tu uzao wake Ibrahimu, wala hatujawa watumwa wa mtu wakati wowote. Nawe wasemaje, mtawekwa huru? Yesu akawajibu, Amin, Amin nawaambia, kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Wala mtumwa hakai nyumbani siku zote, mwana hukaa siku zote. Basi mwana akiwaweka huru, mtakuwa huru kweli kweli. Najua ya kuwa ninyi ni uzao wa Ibrahimu, lakini mnatafuta kuniua kwa sababu neno langu halimo ndani yenu niliyoyaona kwa Baba ndiyo niliyonena. Nanyi vivyo hivyo mlioyasikia kwa baba yenu ndiyo mtakayotenda. Wakajibu wakamwambia, baba yetu Ibrahimu. Yesu akawaambia, kama mngekuwa watoto wa Ibrahimu mngezitenda kazi zake Ibrahimu, lakini sasa mnatafuta kuniua mimi, mtu ambaye nimewaambia iliyo kweli Niliyosikia kwa Mungu. Ibrahimu hakufanya hivyo. Ninyi mnazitenda kazi za baba yenu. Ndipo walipomwambia, sisi hatukuzaliwa kwa zinaa. Sisi tunaye baba mmoja, yaani Mungu. Yesu akawaambia, kama Mungu angekuwa baba yenu, mngenipenda mimi, kwa maana nalitoka kwa Mungu nami nimekuja wala sikuja kwa nafsi yangu, bali yeye ndiye aliyenituma. Neno la Bwana. Sifa kwako e eh, Kristo. Wapendwa katika Kristu, somo la injili ambalo tumelisikia hivi punde linatupa mafundisho kadha wa kadha. Ndugu zanguni, kwa namna ya pekee Kristu anatupa changamoto kuhusu ukweli ukweli utatuweka huru. Pengine ni maneno ambayo tumeyasikia mara nyingi na tukiyaamini kuwa hivyo, lakini leo elu tutafakari kwa kina ni nini hasa maana ya ukweli kutuweka huru, nini maana hasa ya kukaa ndani ya Bwana na kushika maagizo ya Bwana. Wapendwa katika Kristo, jamii ya Kiyahudi waliamini kwamba wao ni uzao mtakatifu, na ndivyo ilivyokuwa. Mungu alifanya agano na Abrahamu na kupitia Abrahamu, wao ni wana wa Abrahamu, hivyo wanakuwa taifa teule la Mungu na wanakuwa ni watu wa Mungu. Lakini agano ambalo Abrahamu alifanya na Mungu si agano ambalo tu lilikuwa la upande mmoja lilidai pia wana wa Israeli wadumu katika hali ya uaminifu kwa Mungu. Hivyo Myahudi kweli kweli aliamini kwamba ingawa angeenda uhamishoni, ingawa angetawaliwa na mataifa mengine, yeye daima yu huru. Yuko huru kwa sababu ni mwana wa Mungu, ni taifa teule la Mungu na anakwenda kwenye mateka au anatawaliwa endapo tu amemkosea Mungu, lakini hata hivyo haiondoi kwamba huyu ni mwana wa Mungu. Hivyo Yesu wanapowaambia kwamba ukweli utawaweka huru, wanamhoji kwamba wao wamekuwa huru maisha yao yote. Tukumbuke kwamba wakati huu ni wakati ambao jamii ya Kiyahudi ilikuwa chini ya utawala wa Kirumi. Lakini uhuru unaozungumzwa hapa ni uhuru wa kiroho, uhuru ambao una msingi wake katika agano ambalo Mungu alifanya na Ibrahimu. Lakini kumbe Waisraeli kwa namna moja au nyingine hawakuelewa vizuri maana ya kuwa huru. Kristo anapowapa changamoto hii ya kwamba ukweli utawaweka huru, anadai kwamba ukweli, uhuru ambao wataupata sio tu kwa kuwa ni taifa teule la Mungu, lakini uhuru huo unatokana pia na kuchagua kuandamana na Mungu, kuchagua kuwa ndani ya Mungu, kuchagua kuishi neno la Mungu. Wapendwa, katika maisha yetu ya kila siku ni dhahiri kwamba kuna nyakati ambazo tunatenda makosa, hata kati yetu pia tunatendeana makosa. Tukifanya hivyo mara kadhaa tunaona kama vile uhusiano fulani unaharibika. Vivyo hivyo uhusiano wetu na Mungu, ijapokuwa tumebatizwa, tumeweka maagano, tumekuwa kweli wana, wana wa Mungu, tumekuwa kweli ndugu zake Kristo, lakini uhusiano huu unadai kila siku kuendelea. Ni uhusiano ambao unadai kwamba tuendelee kudumu katika kile ambacho tumeweka agano na kwa namna ya pekee dhambi ina inaharibu ule uhusiano. Tunapoambiwa ukweli utatuweka huru, ukweli wenyewe ndiyo nini? Ukweli ni kitu gani? Tunapoelekea wiki kuu juma lijalo, tunaona kwamba Yesu ataulizwa na Pilato ukweli ni nini. Ndugu zanguni, leo tumeambiwa kwamba ukweli utatuweka huru, lakini ukweli ni nini hasa? Kabla ya kujiuliza ukweli ni nini, tujiulize Kristu alipokuwa akisema ukweli utatuweka huru. Kabla ya hapo alituambia kwamba tudumu katika neno lake. Hivyo pengine ukweli tunaosema ni ukweli wa neno lake. Ni ukweli wa kuishi Ukristu kweli kweli. Ni ukweli wa kuwa wana halisi wa Mungu. Ukweli huo unadai kwamba sio tu tuwe wana kwa sababu tumebatizwa. Ubatizo ni hatua muhimu, ni na sakramenti muhimu ambayo inatuingiza kwenye Ukristo na kutondolea dhambi ya asili, lakini baada ya hapo ni mapambano ya kila siku, ni vita ya kila siku dhidi ya dhambi, ni vita ya kila siku kupambana, kujiweka katika hali ya kuwa katika neno la Mungu, kukaa ndani ya neno la Mungu. Tunapojiandaa katika Kwaresma hii bila shaka tumeshafahamu madhara ya dhambi ambazo tunazitenda, tumeshafahamu uchungu na maumivu ambayo tunawasababishia watu wengine kwa dhambi hizo, lakini pia namna ambavyo tunajeruhi roho zetu kwa kutenda dhambi. Shime basi wa Kristo, sisi iwe kwetu ni fursa ya kujiuliza na kujichunguza ndani ya mioyo yetu ni namna gani kweli huu Utatufanya tuwe huru kama hatuko tayari kulishika neno la Mungu na kuishi katika neno la Mungu. Neno la Mungu linapaswa liwe ndani ya mioyo yetu. Neno la Mungu linapaswa likae katika nafasi ya juu mno katika mioyo yetu. Neno la Mungu linapaswa likae katika nafasi ya imani yetu. Neno la Mungu linapaswa liwe katika utawala wa mioyo yetu. Neno la Mungu linapaswa liwe katika upendo na lidumu daima katika mioyo yetu. bila shaka Kristu amekwisha kujitambulisha kwa jamii ya Kiyahudi kwamba yeye ni nafsi ya pili na, nafsi ya pili ya Mungu ambaye ni Mungu kweli na ni mtu kweli. Kupitia somo hili tunafahamu kwamba Kristu na Baba ni wamoja, umoja huo na kudumu katika huo umoja ndio mfano wa Wakristo leo tunavyoalikwa, tuwe kanisa moja, tuwe jamii moja ya waamini iliyojishika katika ukweli katika neno la Mungu katika, katika kumwabudu Mungu wa kweli, Mungu mmoja nafsi tatu. Bila shaka mara kadhaa tumeshindwa aidha kwa makusudi au kwa kuto kukusudia, lakini tumeshindwa iwe ni kwa mawazo kwa maneno kwa matendo au kuto kutimiza wajibu, tumeshindwa kushuhudia au kuishi ndani ya neno la Mungu. Bila shaka ukweli umetuonesha kwamba tunaweza kuwa huru endapo ukweli tutaishi ukweli. Bila shaka mara kadhaa tumekuwa ni watumwa wa dhambi. Basi siku hii ya leo tumuombe Mwenyezi Mungu, tunapoanza siku yetu tunapokwenda kwenye majukumu yetu ya siku hii, Mwenyezi Mungu atuongoze katika ile iliyo kweli. Kupitia ukweli, Mwenyezi Mungu atusaidie tuweze kudumu katika neno lake na tuwe